Nataka kusema huduma ya Kristo, huduma ya Kristo. Yaani ile kazi ya Kristo ndiyo kazi ami yako na kazi yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kwanza, Haleluya. Eh, kabisa ningependa kumshukuru ambaye ameipatia nafasi hii ambaye ameipatia nafasi hii kwa ajili ya kusimama mahali hapa kuleta injili kwa njia ya ufupi sana. Nimeshukuru, nimebarikiwa na nyimbo kadha wa kadha na nimesikia ushuhuda ambao zimenijenga katika hali ya kiroho. Biblia takatifu inasema kwamba wakati sifa za watu wa Mungu zinapopanda juu Yeremia sura ya nane mstari wa kumi na nane hadi tutafika sura ya tisa mstari wa kwanza. Laiti ningeweza mujifariji nisione huzuni, moyo wangu umezimia ndani yangu. Tazama sauti ya kilio cha binti wa watu wangu, litokayo katika nchi iliyo mbali sana. Je, Bwana hayumo katikati Sayuni? Mfalme wake hayumo ndani yake? Mbona wamenikasirisha kwa sanamu zao walizochonga, na kwa ubatili wa kigeni? Mavuno yamepita, wakati wa joto umekwisha wala sisi hatukuokoka kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu nimeumia mimi, nimevaa kaniki, ushangao umenishika. Je, hakuna marhamu katika Gileadi? Huku hakuna tabibu? Bwana basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Sura ya tisa so mstari ya wa kwanza. Laiti kichwa changu kingekuwa maji na macho yangu kuwa chemchemi ya machozi ili nipate kulia mchana na usiku kwa ajili yao waliouawa wa binti ya watu wa Amen. Aleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Tumesikia uh, ma, masomo kutoka kwa kitabu cha nabii Yeremia. Nabii Yeremia

Kanisa imepoteza mwelekeo. Kanisa imepoteza mwelekeo adaa ya kusimama na amani imesimama katika njia ya kuchochea vita. Mungu atusaidie.

Wenda tivene ninawambia, hapa nikobalgali, wenda ikachelewa, wenda hakiee ikachelewa, lakini Mungu wetu aliye juu mbinguni hakona wakati wake na muda wako kufika, haki utaipata, anayesa <laughs> inawezekana, ili ukaweza kuwa na amani katika moyoni mwenu. Ninaamini kwa masiku yaleo Mungu anatutuma tukaweza kuwa wajumbe wa amani popote ulimwenguni, tukaondoe mambo ya unyanyasaji, tusimamishe mambo ya unyanyasaji ukuta ambazo zimekuwa zimezuia watu ili yan inasema, ina, ina, ina kwamba huyu ni mzungu. Uh, huyu huyu ni mzungu, huyu ni Marekani, huyu ni mtu wa kutoka ni mtu wa kutoka kanisa ili tukaweze kueneza amani, na hiyo amani inapatikana na Yesu Kristo. Yesu, Yesu anasema kwamba amani yangu ninawapa, si kama ile amani ambayo dunia inawapatia, si ndio? uchungaji basi mabasuk na njia inapomalizia Mika tano inasema kwamba wacha haki ikaweza kutiririka kuvujika kama maji ya mto. Hiyo ni Amosi tano ishirini na nne. Amosi tano ishirini na nne inasema kwamba wacha hiyo haki ikaweza kutiririka kama mto, maji ya mto ambayo inatiririka. Yani, haki isikome, tuendelee kutenda haki kwa wadogo wanyombe awaziokuwa nayo ivo nawa pia wakaweze kuinua yao ili nawao pia wakaeshemike katika jamii. Mungu awabariki zaidi unapoenda uubili habari ya amani, habari ambayo takaenda kuleta haki katika jamii. Mbari zaidia <tipu> <tipu> Mungu wetu mtakatifu Mungu wa haki, wewe ndiye Mungu usiyependa wana wanyanyaswa. Naomba wakati na muda kama huu, vile nilivyosimama juu ya madhabao yako nikiongea juu ya haki, ninajua kwamba Bwana, kuna watu huko nje ambao wamenyanyaswa, na wale pale wale ambao wenye nguvu wametumia nguvu zao kwa ajili ya kufinyilia walio wanyonge. Ewe Mungu, huonaye katika siri, naomba Baba, ukawapiganie wale wanyonge, ili na wao pia wakaweze kupata amani. Tusaidie na tunaamishe, Bwana, tukaweza kutembea katika njia za haki na tukaweza kuacha udhalimu na dhambi, kwa sababu vile Yeremia alivyosema, dhambi imekuwa ni kama kizuizi ambacho ambacho kilileta ki, ki, ki, kilileta shida na, na mafarakano katika maisha yetu Baba, ninaomba kila wakati tunapoingia na kutoka, naomba taa yako na neema yako ikoleze kutuongoza kila wakati. Tunapoingia katika majaribu, wacha Roho wako Mtakatifu akatufungue mawazo, ili tukachague kutenda njia ya haki na kutenda kulingana na mapenzi yako. Bariki kanisa hili ya Nuru na Tumaini wanapoendelea na kufanya kazi hii ambayo uliwaita kuwafanya Baba, ninaomba ukadhiri kuwapatia hekima na mamlaka na hata maarifa, ili Bwana wakaweze kuinuliwa na wakaweza kubarikiwa. Asante kwa ajili ya hata ndugu Joi ambaye amekuwa akisimama naye hata licha ya kwamba amepelekwa Afrika kwa ajili ya ninaposimama kufanya kazi. Ninaposimama hapa, Bwana, nasimama kama